Maridadi kweli kweli! Oh, what a pass! Oh wow, Mzize amekea tena. Prince Mpumelele Dube Dube, kama na ficha nyeupe ile, mwasasema ni free kick kene ojuri andi bikoko. Prince Mpumelele Dube smiling, kila baby face. Mwenda mbaya hiyo kwa Tabora United. Wanapasuka nyuki, wanakumbatiwa ng'ati kabisa hapa, friki kisiokuwa na mbambamba, golikipa Jean Noel angefanya nini? Amedive we we we, mbaya hiyo mbaya hiyo Jo Noel, unakwenda wapi? Baniele weka ndani kule, katika nafasi yanga watachukua boli na kufanikiwa kwenda wanakotaka. Mpaka mzuzu wa sasa, anamwekea Mzize nafasi yake, kuwa Mzize ameua trokba bongo. Mzize ni ball striker huyu, anapokea pasi sweet kusakukunywa maji baba. Jan Noel anabamiza maji chini, yaoni kama yana maana tena kwa ajili yenu. Ni kaunta ataki ya kibabe, kaunta ataki ya maumivu, kweli kweli, mkuki wa moyo. Golikipa Jan Noel alijaribu kucheza mpira ule, lakini mkandamizo ule aliuchangua mpira katika kipenyo murua. Klementi Francis Mzize bull striker pili kwa wananchi, bao la pili kwa defending champions wa NBC Premier League! Wananchi wanafurahi so... Mzize anasema eti kibao kata kile, kumtafuta Mzize, kwani kuna ugomvi hapa? We Mzize wewe, unaweza kupelekwa mahakamani kwa mauwaji, bonge la shuti kuna mkono wa offside, bila shaka asememkono ya offside, wacha tuone. Pakaa mzuzwa cheza mpira ule bila shaka, nusu tukapata nafasi ya kuona tena. Manuel Mwanenga amekwenda nje, wanapambana tena, anapoka zizu anamekia katika nafasi sasa, Dube!

Anakandwa mwanadada masogoa, mikono kichwani. Tabora ni njema, lakini Yanga wameichapa kwelikweli.